Heza hapa leo kwenye dimba hili mwanzoni, kama vile amkuamini, dakika zinavyozidi kumalizika, mkakubali kwamba Silver Stars alikuwa bora. Cha kwanza, uh, sisi kama, kama yanga sisi ni timu kubwa kwenye Afrika nzima, sawa. Na mtu kama umeshatoka kwenye nchi yako, umeenda kwenye nchi ya ugenini, lazima ukubali kushindwa au, au kushinda, sawa. Sasa, mechi ilikuwa hapo leo. Sasa leo yani coach wetu sasa, kama vile yanga hatujaridhiana nao sasa sisi, na cha pili tena Wangalia wa wangalie wa support ambao wametoka sijui wametoka Tanzania wengine wametoka sijui wapi, tulikuwa kama, wei, kama saa, na vibe kubwa nzuri kabisa ila mpira kwenye mpira kubali kushindwa na kushinda. Eh. Yeah. Nimekubali nimepoteza leo. Leo nimekubali kabisa ila kisa tukifika nyumbani kwetu sana sisi Dar es Salaam pale. Na nyinyi mkubali nyinyi kushindwa ila sio furugo. Wakubali wenyewe kwenda Dar es Salaam kwa kifungo akubali kama nyinyi mmekubali leo. Kama wana, wata, wata, wata, kama watakuwa sisi mmekubali leo na na labda kama kama mmefungwa, si hapo hapo, tumekubali sawa, mmefunga lakini kwetu vipi? Kocha, kocha kocha, kwa kwa kwa chake kina, aaa, alikuwa anako hofu, unasikia, niko injury Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. wengi yeah. Yeah. Sana lakini nyumbani Tanzania Yanga bana. Yanga ni hapo iko kwao lakini lakini sana lakini wakapiga goli moja hivi yeah. Angalia kwanza mwacho mwanzo mpaka mwisho sasa. Yeah. Yango ita sababu unajua unajua, mbao zaidi ya mawili. Yana Yana Yana tano. tano kabisa. tano unapigwa kabisa. Eh. Haina noma. Eh. Tumeshukuru, leo tumeshukuru ah. Sawa.